Viongozi wa umma walikuwa waruhusiwi kushiriki kwenye masuala ya kibiashara kwenye miaka ya 90 ili likaibuka tamko la Zanzibar ambapo sasa viongozi wanaruhusiwa kushiriki shughuli za kibiashara. Hili limekuwa ni tatizo kubwa kiasi gani kwenye swala la maadili ya viongozi wa umma? Viongozi sasa hawazuiwi kumiliki mali wala hawazuiwi kufanya biashara, lakini kinachotazama sasa ni mali zao na biashara zao zisiwe zimetokana na kipato kisicho halali, na hiyo ndiyo trend. Kwa hiyo tunachopambana nacho sasa hivi na hata kuwepo kwa sekretarieti hii na majukumu mengine ambayo nimejaribu kuieleza pale, ni katika kuhakikisha hili linatekelezwa. Sasa hili linatupelekea kwenye mazingira ya hiki ambacho umekiuliza, baadhi ya viongozi au watendaji kuwa pia wafanyabiashara. Ndiyo, eh, hiyo ipo, na ukweli ni kwamba tunadhani kwamba hilo linahitaji kufanyiwa kazi zaidi, linahitaji eh kufanyiwa kazi zaidi, pamoja na kwamba kuwa na biashara wakati huo huo pia ni kiongozi is not automatically a problem, haidi by automation, kwa sababu wewe ni kiongozi na kwa kuwa unafanya biashara endelea vina conflict, lakini ni katika mazingira fulani ambayo biashara alionayo kiongozi inaweza ikawa inaleta mgongano wa kimaslahi kutokana na nafasi alionayo. Sasa hilo linapotokea litahitaji kwenda kuwa addressed kwenye management of conflict of interest. Kumene